Ikiwa leo ni Machi 18 siku ya Jumanne, ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Robo hii tunajifunza upendo na haki ya Mungu, na juma hili tumekuwa tukiliangazia somo la 12 la robo hii. Mada ya leo siku ya Jumanne inasema Mungu anapenda haki. Maandiko yananena kwa uthabiti kwamba Mungu anapenda haki na anachukia uovu. Kwa mfano Zaburi ya 33, aya 5, Isaya 61, aya 8. Na anasikitishwa sana na udhalimu, unaoamsha hasira ya haki kwa niaba ya wale wote ambao ni wahanga wa udhalimu. Katika Agano la Kale na Jipya, Mungu daima huonesha shauku kwa wale waliodhulumiwa na kukandamizwa, huku akionyesha hasira ya haki dhidi ya waonevu na wakandamizaji. Soma Zaburi ya 82. Zaburi hii inaelezaje shauku ya Mungu kwa ajili ya haki katika ulimwengu huu? Inaweza kumaanisha nini kwetu leo? Kama wafasiri wengi wanavyoielewa, aya hii inawalaumu watawala wote wa kidunia wanaohusika na udhalimu katika jamii, na pia inarejelea wakati Mungu anapowahukumu watawala wa kimbingu, yaani miungu walio nyuma ya maamuzi na watawala wa kidunia wapotovu, yaani nguvu za kishetani. Kwa wazi, hasa watawala wanaulizwa hata lini mtahukumu kwa dhuluma na kuzikubali nyuso za wabaya? Zaburi ya 82 aya pili. Zaidi ya hayo, wanaamriwa mfanyeni hukumu maskini na yatima mtendeeni haki aliyeonewa na fukara, mwokoeni maskini na mhitaji, mwopoeni mikononi mwa wadhalimu. Zaburi ya themanini na mbili aya tatu na ya nne. Hapa na mahali pengine, manabii wa Agano la Kale walitoa wito ulio wazi kwa ajili ya haki. Hili ni suala la pembezoni la Maandiko, ni kiini cha ujumbe wa manabii katika Agano lote la Kale na kile Yesu alichokizungumza alipokuwa hapa katika mwili. Siyo siri kile ambacho Mungu anatamani na anataka kwa wale ambao wangedai kumpenda na kumtii, anataja waziwazi sana katika Mika sura ya sita aya nane na katika aya zinazofanana na aya hii mahali pengine, e mwanadamu yeye amekuonesha yaliyo yaliyomema, na Bwana anataka nini kwako, ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako? Mawazo haya yanarudiwa katika maandiko yote. Kwa mfano, Yesu alisema, "Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi." Yohana 13:35. Linganisha na waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 aya 8 hadi 16. Familia na makanisa yetu yangeonekanaje ikiwa tungezingatia Mika sita ya nane na kwa makusudi kuiweka katika vitendo kwa maneno na matendo. Katika muktadha wowote uliomo, matumizi ya kanuni hizi yanawezaje kudhihirishwa vizuri zaidi? Hii ni Machi 18 siku ya Jumanne, mada ikisema Mungu anapenda haki, na huo ndio mwisho wa mada hii siku ya leo. Mungu atubariki sote.